Francois Fillon ndiye sasa atawania urais nchini Ufaransa kupitia chama cha wahafidhina. Ni baada ya kumpiku mshindani wake Alain Juppe katika kura ya uteuzi. Kwenye hotuba yake kukubali ushindi, Fillon amesema Wafaransa wanataka matendo serikalini, huku akiahidi kuwaunganisha wote. Mfalme Charles Mumbere amekamatwa na polisi nyumbani kwake Kasese, Uganda, na washukiwa wengine 130 kufuatia makabiliano kati ya polisi na wafuasi wake, ambapo polisi 16 wameuawa pamoja na walinzi wake 46. Bunduki na silaha nyingine butu zimepatikana eneo hilo. Kule Marekani, Rais Mteule Donald Trump amesema angemshinda Hillary kwa kura za kawaida iwapo kura haramu ambazo Bill Clinton alipigiwa zingeondolewa. Trump hakutoa ushahidi wa matamshi yake. Hillary aliyeshindwa kupitia kura ya wajumbe maalum alishinda kura milioni mbili za kawaida. Vikosi vya Syria vimedhibiti wilaya muhimu kuelekea mji wa Aleppo. Eneo hilo la mjini lilikuwa tegemeo kuu kwa waasi tangu wiki jana. Waasi sasa wameshapoteza miji mitatu. Na hapa Ujerumani marubani wa shirika la Lufthansa watagoma tena Jumanne na Jumatano baada ya kufeli kwa mazungumzo ya kuongezwa mshahara. Jumla ya safari za ndege elfu tatu zimefutwa tangu mgomo huo ulipoanza wiki jana, hali ambayo imewaathiri mamia kwa maelfu ya wasafiri.